Ile kwamba mtu umepiga hatua leo kesho tumepiga hatua, na unemdharau leo kesho, anaweza kaa msaada wako mkubwa sana. Maisha yanabadilika. Biblia inasema hivi, nitakufanya wewe kuwa baraka. Mungu alimbariki Ibrahim sio kwa ajili yake, alimbariki Ibrahim kwa ajili ya wengine. Anasema na kupitia mataifa ya dunia atabarikiwa kwa Ibrahim. Hili jina lilonalo halikuwa kwa ajili yake, lilikuwa kwa ajili ya sisi na wengine wote kwa sababu sikiza, nikwambie, mtu wa Mungu anafanikiwa. Kuna baraka za aina mbili, kuna baraka ya Yesu Kristo na baraka ya Ibrahimu. Baraka ya Ibrahimu ni kwa ajili ya kufanikisha maisha mwilini kabisa hapa. Baraka ya Yesu natupeleka mbinguni, ila baraka ya Ibrahimu ni ya kutupa maisha hapa duniani. Na kila mtu ambaye anampesu maisha yake anafanyika kuwa uzao wa Ibrahimu kwa imani, ili nini? ili pewe nguvu na kufanikishiwa maisha ya kwake hapa duniani. Kwa Ibrahim hakupewa kwa ajili yake, alipewa kwa ajili ya kila mwanadamu ambaye atakuja baada ya okovu. Kila mtu ambaye ataunganishwa na yeye. Kwa hiyo na wewe ukishakuwa uzawa Ibrahimu kwa imani, maake ni kwamba kilichotokea kwa Ibrahimu kilichotokea na kwako pia, na sio kwa ajili yako, utafaidika nacho na kukitumia ila sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine ambao Mungu anawaleta kwenye maisha yako. Unapoanza kubana ukawabania wengine ni kwamba Mungu anafunga huo mlango. Sababu anamwambia Ibrahimu, sikukupa baraka kwa ajili yako, ni kupa baraka kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya watu ambao nawaleta kwako, nawapitisha kwako, au mnaofahamiana. So lazima we wa nyumbani kwako peke yako, wote ambao unafahamiana nao wanapita kwako. Mwingine hasa ni mfanyakazi tu anapita kwako maksudi, kama ambavyo Mungu alimpitisha Yusufu kwa Potifa. Potifa akamnyanya pa. Kesho Yusufu akawa ni waziri mkuu. Potifa anaweza kupokea oda kutoka kwa Yusufu, imagine alikuwa bosi wake, akampeleka hadi magereza. Ile kwamba mtu anapumua, ile kwamba mtu bado yuko hai, ana mikono ana macho ana miguu anaweza kaona anaongea, ile kwamba mtu kichwa chake kimeshikana na shingo lake na shingo imeshikana na mwili, usimkatie tamaa, kwa sababu kesho ya kwake iko kwenye mikono ya Mungu. Kusoma kitabu cha Yohana sura 15 mstari 16, Yesu anasema hivi: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nikawaweka mwende kuzaa matunda na matunda yenu yapate kukaa. Kiingereza kinatumia neno kwa kusema i appointed you and planted you. Make ulipandwa. Kwa hiyo maana kuchagua ni kwamba palikuwa kuna sampo nyingi. Yani, kama ni mbegu, Mungu alikuwa na mbegu nyingi. Cha kwanza, hautaki kujikatia tamaa kwa sababu umechaguliwa na Mungu. Ile kwamba uko hai, ulizaliwa, ni kwamba kabla hujazaliwa Mungu alikaa, walikuwepo watu wengi, alafu wewe akakupa. Alikuona unafaa, alikuona unatosha, alikuona uko bora, alikuona una uwezo, alikuona unaweza ukamzalia matunda ambayo yeye anayakusudia uyazae. Ndio maana akakuchukua akaja akakupanda duniani. Kwa hiyo wewe kuja kuzaliwa duniani kuna mchujo mkali sana ulipita mbinguni. Mungu akuweta kwa bahati mbaya, aliona unatosha aliona unafaa, aliona unaweza, aliona una matunda ndani yako ambao unaweza ukayazalisha duniani, akakuleta. Ko ndani yako kuna huo uwe uwezo. Ni kama vile ukiangalia mbegu ukaitupa chini, aweze kakanyagwa na mbuzi na ng'ombe, aweze kafukiwa chini, ila ndani yake ile mbegu ina uwezo wa kukua, ina uwezo wa kuota, ina uwezo wa kuzaa, inaweza kuleta matunda ambayo yamekusudiwa kuletwa. Ko mahali pale popote ulipo, hajalishi ulipozaliwa, ulivyozaliwa ulivyokuwa ulivyolelewa, mahali pale popote ulipo unajikuta kwamba bado napumua, ndani yako huo uwezo umo, na Mungu amekuleta maksudi kabisa kwa ajili ya majira kama haya. Kila mbegu ina mazingira ya kwa kwake, kwa pale unapojikuta usijikatae, sababu hayo ndio mazingira ambayo Mungu anajua, nikikupitisha hapa nikakupitisha kwenye mazingira kwenye familia unayoishi, unapojikuta upo mahali hapo, ni mahali sahihi pa wewe kuweza kukua na kuota. Kwenye kilimo kuna kitu wanachoita Sidi dormant. Kuna vitu ambavyo lazima viondoke kwenye mbegu ili ile mbegu ipate kuota, lazima viondoke ili ile mbegu ipate kuota. Sometimes Mungu kwenye harsh conditions, mazingira tatanishi, mazingira mabaya, lengo ni nini? Lengo ni kwamba yaondoe baadhi ya vitu yakutengenezea mazingira, yaondoe baadhi ya fana, ya mambo ili kukutengenezea wewe hali ya kuweza kuota na kukua na kuwa bora kwa ajili ya kesho yako. Kwa usikimbie mazingira, lakini unapomtazama mtu, mtazame mtu kama mbegu kwamba leo inawezekana ni mbegu iko mkononi, kesho itaota. Na kila mbegu ina muda wa wakua kwake wa kuota na kukua na kuzalisha ile, kwamba hauna matokeo mkononi haimaanishi kwamba hauwezi kuzalisha. Mtu asikudanganye kwamba huwezi kuzalisha matunda. Sikiza nikwambie, uwezo wa kuzaa mbegu upo kwenye mbegu yenyewe, lakini pia ubora wa matunda umefichwa wa mkulima sio kwenye mbegu. Mbegu iezekana uwezo wa kuzaa matunda, ila mkulima, matunda bora. Ili mkulima anaweza kisababisha matunda atoke bora au yasitoke bora, sababu nikipanda mbegu shambani natakiwa kuipalilia, natakiwa kuimwagilia maji, natakiwa kuipa mborea. Nikipanda nikaiacha na magugu, nisiipe mborea, nisiipe maji, kazaa vibaya au ikafa. Lakini kama inapaliliwa, ina wa maji inapewa mbolea itazaa vizuri. Na Mungu ndiye mkulima. Kitabu cha Yohana sura ya 15, Yesu anasema mimi ni mzabibu, na baba yangu ndiye mkulima. Kwa hiyo Mungu ndiye mkulima na ndiye aliye kuchagua kama mbegu akakupanda duniani. Kwa hiyo hawezi kuacha bila kupalilia, sababu Mungu sio mwekezaji mpotezaji atakupalilia, anakumwagilia maji, anakutunza. Hata kama uko na maisha yako ni magumu vipi, ila Mungu anakutunza. Yusufu alikuwa gerezani, bibi sema, Mungu alikuwa pamoja naye ila iko gerezani. Alitupwa shimoni, Mungu alikuwa pamoja naye ila iko shimoni. Aliuzwa kwa Potifa, bibi sema, Mungu alikuwa pamoja naye ila iko kwa Potifa. Ile mahali kwamba unajikuta kuna mahali upo, haijalishi mazingira, mambo yanakuwa magumu kiasi gani, Mungu uko na wewe madam tu haupotezi uhusiano wako na yeye, haupotezi wokovu ndani yako unatunza uhusiano wako na yeye. Mungu uko ndani yako, na kama uko ndani yako unahakika, anakupalilia anakutunza, anakumwagilia na anakupa na mbolea siku ya siku. Kuna mahali utatokea mahali. Mtu asikukatishe tamaa, mtu asikuvunje moyo.